Afisa afisa habari wa Young Africans, Ali Shaban Kamwe, mawasiliano ya hali halisi ilivyo, wana Yanga kwa ujumla, ujumla kueleza wana Yanga kwa ah anayn kw usogee kidogo hapa mlangoni, usogee mbele kidogo. Kubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, tulichokifata Pemba tumekipata, alhamdulilahi, tumekuwa mabingwa, tumeudi na ubingwa hapa kwa mara ya saba kuwa mabingwa mara nyingi zaidi, na ndio furaha wa wanayanga hiyo. Asante sana, nikushukuru na moja kati, pengine labda utaratibu upoje wa kombe hili. Ongea na kapteni. Kama utaratibu wote pengine wamejiandaa na Yanga kwa ajili ya parade, hakuna

Hongereni sana. Tunaona furaha ya wanayanga inajidhihirisha usoni. Kombe la Muungano kwa mara ya saba mkichukua takwimu kubwa zaidi, furaha kiasi gani kwenu? Kwanza ya namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ndiyo malengo ya kila mshabiki na mwanachama wa Yanga, tunapokwenda kushiriki mashindano, basi mwisho wa mashindano tuweze kuyachukua kwa tumechukua ile kombe, tumefurahi, tumerudi nyumbani. Maandalizi yanafuata sasa kwenye mechi za kombe la shirikisho la CRDB na mechi za ligi kuu inshallah. Wapo wanaolibeza, lakini kwenu lina maana kiasi gani? Kombe hili Young Africa kulitoa, analibeza kombe la muungano, simpo kabisa, hana akili timamu, hana akili, hana akili timamu, wala usibishana naye sana. Lakini pengine wanasema ni mazoezi tu ya yanga kunyanyua makwapa, maana nyinyi makombe mnajiandaa nayo, ni kweli. Sisi, haya ni maisha yetu ya kawaida kabisa, maisha ambayo tumeyazoea ndio maana kila tunapokwenda kwenye mashindano tunakwenda kuweka jitihada tufanye vizuri tuweze kuchukua mataji hali hewa kama imeanza kubadilika ile e, idadi ya mechi unasema imebaki kama imeongezeka moja ni wewe umesema ni wewe umesema wanaipanga tarehe kwa ajili ya nyinyi kurudia mchezo namba 184 sijaisoma hiyo taarifa siijui nimefika hapa na habari zangu za muungano hiyo nyingine sijui Mmejipangaje lakini, ikitokea tarehe itapangwa, kama Yanga Afrika, msimamo wenu ni upi? Yanga, hatupigi ramli kwenye mambo yetu yeah. Huwa hatupigi ramli Yanga Lam, tunafanya kila jambo lipo ha, mm. uh, uh. kwenye mipango yetu huwa hatupigi ramli kwamba ikitokea hapana. hivi itakuwa hivi hapana. Sisi huwa hatupigi ramli. Msimamo wenu hamtacheza kweli. Una maswali? Leta maswali mengine imekuwa ni, ni fahari kiasi gani kubeba kombe na kwenye na wenu mnaongeza kwa ni fahari kubwa kwa sababu uh, mashabiki wanachama wa klabu hii, hakuna kitu kingine wanakihitaji zaidi ya timu hii kuchukua mataji. Kwa hiyo inapotokea tunakwenda kwenye mashindano, malengo ni kufanya vizuri. Inapotokea tujafanya vizuri basi, ni maumivu kwa kila mtu. Kwa hiyo tumekwenda Pemba, tumefanya vizuri, na niwapongeze sana mashabiki wa mpira wa Pemba, wameonyesha ukomavu wao, wamesupport mashindano kutoka mechi ya kwanza mpaka ya mwisho, na tournament imekuwa nzuri, kifupi. Umejiandaje na michezo ijayo kwa kumalizia msimu wa ligi? Yes, mwezi mzuri huu wa tawa ni mwezi mzuri, mzuri kwa sababu una mechi za kombe la CRDB, si una mechi za ligi na mechi za kufungafunga mahesabu za msimu kwao, naamini inshallah mwezi huu utakuwa na furaha kubwa kwa sisi, ili kombe la muungano tunakwenda kuliratibu maalum kuakikisha kwenye safari ya mashabiki ambao wataondoka hapa Dar es Salaam kuelekea Tanga kucheza dhidi ya Mshenga. Yule Mshenga tutalisha, tunasafiri na hili kombe, watu wa Tanga pia wakapate kuona umuhimu wa muungano na wajue bingwa wa Tanzania nani, na huyu Mshenga nakwenda kucheza naye pia, ajue bingwa wa Tanzania ni nani. Kwa hiyo hili kombe litaondoka, nimeshaomba ruksa kwa rais wetu na amekubali kombe itaondoka na msafara wa mashabiki utakaondoka siku ya tarehe kumi na sita kuelekea Tanga kwa ajili ya mchezo wa nusu fainali dhidi ya Mshenga. Mshenga nimpeleka taarifa tutamtumia. Eh, yeye kupeleka taarifa eh. Kama unaelewa haraka kina, asanteni eh?